Haya bwana, kwa washikaji zetu wote ambao wanaendelea kuifuatilia Dar Town TV, mimi ni sema asante sana, kwa sababu bado naendelea kuchagua kile kilicho bora kwa upande wa online TV, na kama bado jisubscribe, make sure na igusa Dar Town TV ili kuendelea kwa karibu na familia pana sana ya habari za kimichezo na burudani. Sasa bwana, klabu ya Simba ambayo inajiandaa kusafiri kuelekea nchini Misri katika mkoa wa Suez kuipiga hatua ya robo finali ya mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika, kocha mkuu Fadu Drives ameita kikosi kamili kabisa isipokuwa tu wale wachezaji ambao wapo kwenye timu za taifa, kujiandaa na mchezo huu ambao utafanyika mapema sana mwezi wa nne. Kocha Fadlu Davids ambaye anapiga hesabu kali za kutaka kurejesha ufalme wa klabu ya Simba. Simba ambayo washabiki zao yango wa Yanga watani zao wamekuwa wakiwaita mwaka robo, kwamba kila wanapofika hatua ni robo fainali, ukizingatia kwamba Yanga walishafika hatua kubwa sana katika kombe la shirikisho baada ya kucheza fainali dhidi ya USM Alger, au sio bana? E, sasa hivi kocha mkuu wa klabu ya Simba anapiga hesabu kali kuenda kuimaliza mechi huko huko Misri. Fadus ambaye amesema kwamba anaandaa attacking placing ambayo itaongozwa na Elio Mpanzu, Jean Chazawa pamoja na kuwateba bida, au sio bwana? Eh, kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwanza ugenini kabla ya kurejea Estadio de Benjamin William Mkapa. Sasa hivi ni rasmi, bwana klabu ya Simba itaitumia mechi yake ya pili kunako Dimba la Estadio Benjamin Mkapa, kuawali, CAF, Mkapa ambako awali tuliripoti hapa kwamba CAF waliufungia uwanja Mkapa kwamba ulikuwa ukizi vigezo kabla msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kudai kwamba kuomba kwa TFF warete tena CAF kuja kuhakikisha kwamba uwanja wa Mkapa akidai ulikopo shwari. Finally tarehe mwezi wa tatu watu wa Kafu walikuja wakapima wakajiridhisha kwamba uwanja una hadhi ya kuchezewa robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba ambayo itasafiri mapema na imeshaanza mazoezi kwa kujifua ya nguvu kabla ya kusafiri kunako kuelekea nchi ya Misri kwenda kukipiga na Al-Masri. Simba na Al-Masri wameshawahi kukutana mwaka 2018, lakini Simba alitolewa kwa aggregate, mechi ya kwanza awali toka 0-0 kabla ya mechi ya pili kuisha mbili mbili kunako dimba la Estadio Benjamin William Mkapa mechi ambayo inatarajiwa kwamba itakuwa na vuta ni kuvute kwa sababu kila mtu anautaka mchezo. Simba wanautaka mchezo na Almasri wanautaka mchezo, lakini Fadudefs ambaye kocha mkuu wa Simba amesema wawezi tu kutegemea uwanja Mkapa kwani mechi wao wameshacheza mechi nyingi, ukiangalia akitolea mfano mechi dhidi ya Sfaxien ya Tunisia waliweza kupata ushindi away. Kikubwa ni kujiandaa tu. So, ladies and gentlemen, unaweza ukaona Simba ina mpango wa kuondoka mapema sana kuelekea Misri. Na wewe mtazamo wako unauonaje, Simba ikapaki basi? Au unaungana na kocha mkuu wa klabu ya Simba David Fadus kwamba tukapate pointi tatu away.